warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasalatu was wasalamu ala sayyidina Rasulillah, amma baad. Dugu zangu wa Kiislamu, kwanza tumshukuru Allah na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Dugu zangu, katika kukumbushana tu a tuko katika kumi la maghfira na walillahi alhamdu, twaenda kulimaliza kumi la maghfira. Ni lazima kila mmoja ajiulize kwanza, ikiwa kumi la maghfira ambalo Mwenyezi Mungu amelihusisha haswa kwa kuwasamehe waja wake, swali la kujiuliza, kumi la maghfira laenda kuisha, ikiwa bado siku mbili au bado siku tatu, lakini kumi la maghfira laenda kuisha. Je, katika hili kumi la maghfira ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelihusisha katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba hili kumi la maghfira Allah yuwasamehe waja wake, pamoja na kuwa Mwenyezi Mungu yuwasamehe kila siku Inna allaha ghafurur rahim, na hii ni sifa yake ya mezi yote siku zote, hii ni sifa yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni sifa haswatan iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba inna allaha ghafurur rahim. Sio kwamba sifa hii ya kusamehe Mwenyezi Mungu yapatikaniwa katika kumi hili la maghfira peke yake, la, hii sifa ya Mwenyezi Mungu kuwa ni msamehevu yapatikaniwa siku zote, wakati wowote ni sifa kwa Mungu yapatikaniwa, ni sifa yake. Kwa ufupi, inna allaha ghafurur rahim. Lakini katika siku ambazo Mwenyezi Mungu amezichagua kuwa msamaha wake uwa utoa zaidi na uko karibu zaidi na amehusisha zaidi, ni katika hili kumi la maghfira katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kumi la pili la maghfira ndio Mwenyezi Mungu amelihusisha zaidi kwamba hili ni kumi la maghfira, mpaka likaitwa kumi la maghfira. Maana yake Mwenyezi Mungu yuwa utoo wa, uto wa msamaha wake kwa yule mwenye kutaka kusamehewa, Mwenyezi Mungu yuko tayari kumsamehe katika ile kumi la maghfira. Allah Subhanahu wa Ta'ala amelihusisha kumi hili sasa. Ikiwa tuko katika kumi la maghfira, swali la kujiuliza, je, mimi kumi la maghfira lienda kuisha? Iko siku Muislamu, uliwahi kusimama usiku au uliwahi kutaka istighfar kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Iko siku ulikaa pembeni sehemu maalum ukawa wewe waleta istighfar? Ndugu zangu wa Kiislamu, kumi la maghfira laenda kuisha, lazima ikiwa ni leo, usiku wa leo, usiku wetu wa leo unaoingia, au usiku wa kesho au usiku ya leo, hakikisha kwamba wewe umeleta istighfar umeleta umetaka toba na umetaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili kumi la maghfira hili likiwa limetoka basi tuwe na uhakika Allah Subhanahu wa Ta'ala ametusamehe madhambi yetu. Ndugu zangu wa Kiislamu, katika ile hadithi mtume atuambia kullukum khataun, nyote ni wenye kufanya makosa, wa khairul khata'ina lakini mbora wa wenye kukosea atawabun ni wale ambao wa baada ya kukosea hurudi kwa Mwenyezi Mungu kwa istighfar, hurudi kwa Mwenyezi Mungu kwa kutaka toba, ili wasamehewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mwanadamu atasema mimi niko kamili, la, hakuna mwanadamu atasema mimi nimekamilika, mbona sikumbuki kama alimwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mwanadamu huyo. Alkamalu lillahi mkamilifu aliyokamilika ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Tuliobakia sisi, tuna takswiri zetu, tuna kasoro zetu, tuna madhambi twayafanya. Ima twayafanya kwa kujua haya ni madhambi au una madhambi wewe umeyafanya bila ya kujua kwamba wewe umefanya dhambi, lakini umefanya. Kwa hiyo istighfar, kuleta istighfar na kuleta toba wajib, ni jambo la lazima kuleta istighfar. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, ikiwa Mtume swalla sallam alisema, inni la astaghfiru llaha fi al-yawmi akthara min 70 marra, mimi naleta istighfar, nataka msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. fi al-yawmi, kwa siku moja, akthara min 70 marra, zaidi ya mara 70. Yaani kwa siku moja huleta istighfar nikamtaka msamaha Mwenyezi Mungu zaidi ya mara sabini. Huyu ni mtume. Mtume ambaye ni maasum, aliyohifadhiwa na madhambi, mtume ambaye hufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhar, amesamehewa yaliyotangulia kutokana na madhambi na yatakayokuja huko, amesamehewa madhambi yake yote, mtume. Lakini huyu huyu mtume aliyosamehewa, huyu huyu mtume ambaye ni maasum, la astaghfirullah, asema mimi namtaka msamaha Mwenyezi Mungu fi yaumi akthar min sabiina marra, kwa siku zaidi ya mara sabiini kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tuleteni istighfar. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tuna chansi kubwa katika kumi la maghfira. Tumtakeni msamaha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yeye Mwenyezi Mungu ndio aliyesema kumwambia Mtume nabi ibadi, wape habari waja wangu, kama hamujui ni waja wangu kama waja wangu hawajui, kama hawatambui, kama hawafahamu, kama hawana hiyo khabari, nabi ibadi, wape khabari waja wangu, ani ana alghafuru rahim, kwamba mimi mimi mola wao yani Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ani ana alghafur, mimi ni mwingi wa kusamehe, arrahim, tena mwingi wa sikitiko. Utampata nani mwingi wa kusamehe utampata nani mwingi wa sikitiko zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambia, amambia, ampa habari mwenye mtume nabii ibadi, wape habari waja wangu, anni analghafurur rahim. Huyo huyo Mwenyezi Mungu anasema maneno haya, ndio huyo huyo anayetubembeleza sisi waja wake, yani ili mradi tumtake msamaha, ili yeye atusamehe msamaha. Yeye ako nao, na aweza kutusamehe, lakini je tayari kusamehewa? Yeye Mwenyezi Mungu anasema, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia hakka. Mwenyezi Mungu yuwasamehe madhambi yote. La taqnatu min rahmatillah, musikate tamaa kutoka mana na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, usikate tamaa. Dhambi zote ulizozifanya ulifanya, hukufa. La taqnatu, usikate tamaa inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, Mwenyezi Mungu usamehe madhambi yote yote yote, madhambi ya shirki, bora tu umeazimia utubu ile toba tan nasuha, hutorejea tena, atakusamehe Mwenyezi Mungu Subhanahu madhambi yote. Mwenyezi Mungu yasamehe, innahu huwal ghafurur rahim, na sifa ya kusamehe ni yake yeye Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu wa Kiislamu, kumi la maghfira la Aisha hii, tusimameni jamani usiku, tumtakie istighfar Mwenyezi Mungu kila wakati Muislamu atakaniwa alete istighfar, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilaik. Umtaka istighfar Mwenyezi Mungu kwa wingi, insha Allah taala. Ndugu zangu wa Kiislamu kwa haya machache, Mwenyezi Mungu atuwafikie khairi na tujalie minalladhina sami'una alqawla fayattabiuna ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.